Ili kuweza kutufahamisha ni yapi yanayoendelea katika eneo hilo kuhusiana na matayarisho hayo. Achola, kama unanipata habari za saizi na, je, matayarisho yanaendelea vipi katika eneo hilo la Kisumu? Nam, shukran sana Nancy. Hapa nilipo niko katika mzunguko wa magari katika eh, karibu na kituo kikuu cha mabasi hapa jijini Kisumu na ninachotueleza ni kwamba wakazi wa eneo hili wamefika hapa, wengi wakiwa wamewasha msumaa, shughuli kuu ikiwa ni kumenzi mwenda zake hayati Raila Amolo Odinga, na wamefika hapa kwa wingi uh, wengi wakiwa wameshika msumaa na hali kadhalika pia kusababisha Eh, hali ama msongamano wa magari ambacho tumeona hapa ni kwamba wengi wamepika wakiwa wameshika mtuma, wengi wameshika, wako na filimbi pia halikadhalika, waendesha bodaboda nao pia wamefika katika eneo hili, na shughuli kuu basi ni kuweza kupiga miluzi eh, na hali kadhalika kusherekea eh, Raila Amolo Odinga. Halikadhalika nansi ni kueleza tu kwamba shughuli hii katika eh, uwanja ama, ama, jo, ama Raila Amolo Odinga Sports Ground ambayo si mbali sana na hapa tulipo, na shughuli hiyo imeanzishwa rasmi na gavana wa Kisumu Peter Anyang' Nyong'o, na inatarajiwa kwamba wakazi hawa wataweza kuketi hapa hadi asubuhi na swala lingine ni kwamba tumeweza kuongea na kamishna wa eneo hili na akasema kwamba bila shaka, wameka wameshika doria na kuhakikisha kwamba yeyote ambaye atashiriki katika leo basi waweze kufanya shughuli hiyo kwa njia ya amani. Wote ambao tumezungumza nao na wamefika katika eneo hili wanasema hii ndio fursa ambayo wanayo ya kuweza kuenzi mwenda zake Raila Amolo Odinga na wanasema kwamba ni kiongozi ambaye walimwenzi sana. Hiyo si taarifa kwa wengi, kwa sababu eneo hili ndiyo ngome yake ya kisiasa, na bila shaka wakazi wa eneo hili walikuwa na wanapenda sana naye pia kuwa na mwenzi sana kwa hivyo, wamefika katika eneo hili na wanasema watazidi kukaa katika eneo hili na ndiposa tu waweze kupata nafasi ya kuweza ku, eh, kusherekea mwenda zake Raila Amolo Odinga. Wengi walisema kwamba wangeweza kupata nafasi pengine waweze kusema mawili ma kwanza. mimi pa... yes. yes. kwa majina naitwa Samuel Onyango. Samuel Onyango umefika hapa kufanya nini? mimi ni mkaaji wa hapa Kisumu na tumekuja ku Kuomboleza ombi zetu za mwisho kwa baba yetu Amo, Raila Amolo Odinga uh, hi. hii mnasema ni eh, na, na, na, na fursa yenu ya mwisho kuweza kumpatia heshima mwenda zake Raila Amolo Odinga. Hivi mnapanga kukapa hadi saa ngapi? hivi baba ni mtu mwenye amepewa heshima Kenya mzima hata tukiacha Kenya the whole world. So tutakaa hapa mpaka asubuhi mwili ya baba iletwe, tuone mwili moja kwa moja, ndio tutatoka hapa. Shukrani sana Eric kocha. Tuzungumze na mwingine pia, atueleze ni nani na amefika hapa kufanya nini. Kwa majina anaitwa Willis Omondi. Leo ni siku ya maana sana kwetu kama wakazi wa Kisumu, kwa sababu tunaombeleza mpendwa wetu ambaye alikuwa kiongozi shujaa Raila Amolo Odinga, ambaye amepigania nchi tangu mpaka saa hizi tumepata uhuru wa kila kitu hapa hivi Kenya hapa hivi. Leo hatutoki hapa, tutakesha hapa mpaka asubuhi, mpaka tuhakikishe si kenye Raila anawekwa kwa kaburi, ndiyo siku ambayo tutapumzika tuta, tuta. wengi walisema kwamba watakesha si hapa tu bali pia katika uwanja wa Jomo Kenyatta, na tumearifiwa tume kwamba eh, basi watu hawaruhusiwi kwenda huko E, e, kwa hivyo mnatarajia tumeambiwa kwamba si hapa tu peke yake, pia mtakuwa mna, nawasha mshumaa katika Jomo Kenyatta Sports Ground. Hebu tueleze wewe, ungetaka wale ambao wanashiriki katika shughuli hii wafanye vipi? E, kuombeleza baba si kitu ambayo inafanyika tu hapa peke yake. Tunapoongea hapa sasa, hapa hivi katikati ya town, kuna watu ambao kikundi kingine wa ambao wako pale Sports Ground tayari wamewasha msomaa wanaomboleza baba. Kwa hivyo ningependa kuhimiza kila mtu tuomboleza baba kwa njia ya amani, tusitoe vurugu, tusifanye mambo ya uhalifu, tusindikize baba kwa njia ya amani. Asante sana, pengine niweze kuzungumza na mmoja hapa kabla tujatabatisha nansi. Asante sana kwa majina, mi naitwa Silas Odingo aka Jakechratego. Uh, mi kwetu ni huku Kisumu, kule maeneo ya Moroni. Uh, kifo ya baba ambayo ilitupata ile tarehe kumi na tano sisi kama jamii ya jaluo hasua, uh, kama sisi majamaa majaluo tumehusunika vibaya sana, na hakuna kitu zito tunaweza tukafanya kama binadamu uh, ila tu ni kuomba Mwenyezi Mungu atupe nguvu wakati huu ambao tunapitia magumu.